E, asante ndugu mtazamaji, naitwa Mutanga ile, niko kwenye maonyesho arobaini na tisa ya Sabasaba. Hapa niko kwenye mfuko wa SELF Microfinance. E, ni mfuko ambao unatoa huduma za mikopo ya fedha, huduma za bima na vile vile huduma za jinsi gani utatumia kafedha kako. Tunaukaribisha kwenye maonyesho arobaini na tisa uje upate huduma za kifedha tunapatikana kwenye banda la Wizara ya Fedha. Ukija huko ndani tu uliza SELF Microfinance wako wapi? SELF tuko tayari kukuhudumia, SELF tuko tayari kukuhudumia, SELF tuko tayari e, tuko tayari kukuhudumia. Karibu sana ndugu mwananchi, kwa jina naitwa Linda Mshana, meneja masoko na uhamasishaji mfuko wa SELF, na siku ya leo tumekuja kuwatangaza watangazia Watanzania fursa zilizoko katika mabanda yetu ya Sabasaba manake na sisi tumeshiriki katika maonyesho ya arobaini na tisa ya Saba Saba hapa viwanja vya Sabasaba Dar es Salaam. Tuna mambo mazuri sana ambayo tumewaletea wananchi. Kuna mikopo mingine mipya ambayo tumeianzisha ama mikopo ya nishati mbadala, na kwa sasa hivi tuko katika banda la Wizara ya Fedha na tumekuja hapa kuwaletea Watanzania fursa zilizoko katika mikopo aina mbalimbali ambayo tumeianzisha kwa mwaka huu ishirini ishii na tano, ikiwepo ni mikopo kwa ajili ya nishati mbadala, lakini vilevile mikopo kwa ajili ya vikundi ambao wamejisajili na wako kwa pamoja na wanaweza kufanya shughuli za uzalishaji maji kwa pamoja, hii tumeitoa rasmi kabisa kwa ishirini ishirini na tano kwa sababu tumeona fursa nyingi zinawapita wale ambao wanakuta hawana um, tuseme dhamana, hawawezi kuwa kwenye sehemu ambayo wana rasmi ya biashara. Kwa hiyo tukasema na wenyewe pia tusiwaache. Kwa hiyo tunawakaribisha Tanzania pamoja na mikopo mingine mingi kwa wafanyakazi wa serikali kwa wanaotaka kuboresha makazi yao, wanaohitaji kwa ajili ya ujasiriamali na biashara za aina mbalimbali, waweze kufika katika banda letu waweze kupata hiyo elimu. Lakini vilevile, kama unahitaji kupata elimu kuhusu bajeti, kuhusu mambo yako ya kifedha, biashara yako ufanikiwe sehemu gani, ufanye nini, tunakabisha ufike katika banda letu pia kwa ajili ya hiyo elimu. Bila kusahau bima, tunajali mali zako, tunajali biashara zako na tunajali maisha yako k ufike katika banda letu, utapewa fursa za aina mbalimbali na bima za aina mbalimbali ambazo tunazitoa katika banda letu. Karibuni sana, tutakuwepo hapa mpaka mwisho wa maonyesho ya Sabasaba, mfike kuanzia asubuhi mpaka jioni, tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa Watanzania ambao wanajishughulisha na biashara ya nishati mbala, kwa maana kwamba wewe ni mfanyabiashara unayeuza vifaa vya sola, wewe ni mfanyabiashara unayeuza gesi, wewe ni mfanyabiashara ambao unatengeneza bidhaa za aina mbalimbali ambazo zinaweza kutumika badala ya nishati uh, za kama kuni na ambao sasa hivi tunaangalia mazingira yetu, unaweza kufika kwetu sisi, tutakupunguzia riba na zaidi ya utu, tutakusaidia biashara yako iweze kutoka kwenye hatua moja hadi nyingine tunatia sana moyo hata wa wanafunzi ambao wamemaliza kwenye nyanja hizo, kwenye maeneo ya kilimo. Wana vitu mbalimbali ambavyo wamevigundua ambavyo vinaweza kutumika kama nishati mbadala, na wamefanya biashara kwa udogo huo na wanataka kuikuza zaidi, waweze kufika katika banda letu ile, na sisi tuweze kuwapa mikopo mikubwa zaidi ya kukuza hizo biashara.